Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi hiki cha leo. Kwenye kipindi hiki tutaangazia methali na maana zao. Atokeapo mtoto wa fuko mkamate ingawaje wawinda fuko. Maana ya methali hii ni kuwa akitokea mtoto wa fuko mkamate, ingawa unawinda mamake. Ni himizo kuwa tusitupe vitu vidogo kwa tamaa ya kupata vikubwa. Ni bora kuwa na vidogo huku ukitafuta vikubwa. Bila usumbufu huwi mtukufu. Maana yake ni kwamba heshima haiji pasi na kusumbuka au kutaabika maishani. Inatufunza kuwa hamna jambo nzuri linalotokea bila ya kusumbuka, na lazima tuwe tayari kufanya kazi ikiwa tunatamani kuwa na hali nzuri. Bila ya nyuki kumshinda huipati asali. Kama unataka kufaidi kitu kizuri kama vile asali, lazima uwe tayari kukabiliana na vikwazo, kama vile nyuki wanaolinda asali. Methali hii inahimiza uvumilivu, bidii na udhabiti katika maisha. Inaonyesha kuwa kila mafanikio yanakuja na changamoto zake, na mtu anapaswa kuwa tayari kupambana ili kuyafikia. Binadamu hakosi baya. Ina maana kuwa hakuna binadamu aliyekamilika ulimwenguni wote na kila mtu ana udhaifu wake na huingia majaribuni. Hapa tuwaonywa kuwa tusiwadharau wenzetu, maana maovu ya binadamu duniani yanatokana na uovu wake. Binadamu ni ng'amba hawakosi la kwamba. Watu watatoa maoni kukosoa au kusema mambo kuhusu wengine bila kujali hali halisi. Methali hii inasisitiza kwamba huwezi kuridhisha watu wote kwani daima kutakuwa na maneno au maoni tofauti kuhusu matendo yako. Inahimiza mtu asijihangaishe sana na maneno ya watu bali afanye lililo sahihi kulingana na dhamira yake. Bora kilema kuliko mfu. Inasisitiza kuwa maisha yana dhamani kubwa hata kama mtu anakabiliwa na changamoto kama ulemavu au matatizo mengine. Methali hii inahimiza watu kudhamini uhai na kushukuru walio kwa hali yoyote waliyo nayo, kwani mradi mtu yu hai bado ana nafasi ya kubadilisha hali yake au kufanikisha mambo maishani. Kwa kifupi, ili mradi mtu yuko hai bado ana matumaini na fursa ya kuboresha maisha yake. Bora kujenga daraja kuliko kujenga kuta. Methali hii ina maana kuwa ni bora kuwa na daraja au mambo yanayokutanisha watu kuliko kuta au mambo yanayowatenganisha watu. Ni onyo dhidi ya tabia ya kujitenga na wenzetu badala ya kujiunga na kushirikiana nao. Bora kujikwaa kidole kuliko ulimi. Ina maana kuwa ni heri kujikwaa mguuni kuliko kukosea unaposema. Ni onyo kuwa tuwe na tahadhari tunapozungumza. Hii ni kwa sababu mtu anapojikwaa akaanguka bado anaweza kujizozoa na kusimama. Lakini mtu akikosea katika usemi wake basi lile neno ovu hawezi kuliondoa. Bora kupigwa dhoruba ya dhahiri kuliko ya siri. Maana ya methali hii ni kuwa ni heri kukosewa hadharani kuliko kuendewa kichini chini. Ni himizo kuwa haifai kuwafanyia wengine maovu kwa siri. Mtu akikosewa waziwazi atafahamu mhasiri wake, bali hawezi kufahamu iwapo watamtendea kwa siri. Fahari wawili hawakai zizi moja. Watu wawili wenye nguvu au wanaoshindana kwa madaraka mara nyingi hukosa kuelewana na mmoja lazima aondoke au ajitoe ili kuepuka migogoro. Methali hii inaeleza kuhusu migongano ya madaraka au ushindani katika jamii, siasa, familia au biashara. Inahimiza kuelewa kuwa katika mazingira yenye uongozi au nguvu mbili zinazoshindana, ni vigumu kupata utulivu bila mmoja kujitoa au kupunguza ushindani. Fedha ilivunja guu milima ikalala. Pesa inaweza kusaidia mtu kupata suluhisho katika hali ngumu, kama vile ugonjwa, matatizo ya kisheria au changamoto za maisha. Methali hii inaonyesha athari kubwa za fedha katika jamii. Pesa inaweza kufanya hata changamoto kubwa zionekane rahisi au zisizokuwepo kabisa. Inaweza pia kumaanisha kuwa wale wenye pesa mara nyingi hupata upendeleo au suluhisho kwa haraka zaidi kuliko wasio nazo. Fimbo ya jirani haiwezi kuua nyoka. Maana ya methali hii ni kwamba msaada ulio mbali hauna manufaa, kwani si rahisi kuufikia. Mtu husaidika na alicho nacho au husaidiwa na walio karibu naye, wala sio walio mbali. Ni shauri kuwa tujidhibiti kwa chetu na wala si cha wengine. Furaha ya mzazi kicheko cha mwanawe. Ina maana kuwa kicheko cha mtoto hufurahisha mzazi. Kila mzazi hufurahia mwanawe anapoishi maisha ya furaha. Hakuna moshi bila moto. Ikiwa kuna maneno au uvumi kuhusu jambo fulani, basi kuna ukweli fulani ndani yake, hata kama si wote. Methali hii inahimiza watu kutafuta chanzo cha jambo kabla ya kulikubali au kulikataa. Inaweza pia kuwa onyo kwamba kila tukio lina chanzo chake na ni muhimu kuchunguza sababu badala ya kupuuza ishara. Hamadi kibindoni, silaha mkononi. Inaelezea umuhimu wa kuwa na mipango ya tahadhari, kuwa na akiba au suluhisho la dharura wakati wa hatari. Methali hii inahimiza watu kuwa waangalifu na wenye utayari wa kujilinda au kukabiliana na changamoto. Inahimiza mtu kuwa na busara kwa kuhakikisha ana rasilimali kama pesa, maarifa au mpango mbadala, huku akiwa tayari kuchukua hatua inapobidi. Kwa kifupi, ni busara kuwa na akiba na pia kuwa tayari kupambana na changamoto za maisha. Hapana jeraha bila silaha ina maana kuwa jeraha haliwezi kutokea bila kuumizwa na kifaa au silaha ya aina fulani. Kila kitu au jambo lina chanzo chake. Hapana tukio lolote lisilokuwa na sababu. Hapana msiba usiokuwa na mwenziwe. Methali hii inamaanisha kuwa mara nyingi majanga huandamana yanapomkumba mtu. Hutumiwa kuwafariji wanaoandamwa na maafa au shida fulani. Hakuna raha isiyo na karaha. Kila jambo nzuri lina upande wake wa pili wenye ugumu au changamoto. Hata furaha haiji bila gharama fulani. Methali hii inatufundisha kuwa katika maisha, hata wakati wa furaha kunaweza kuwa na changamoto ndogo au mambo yasiyo mazuri yanayohitaji kuvumiliwa. Inaweza pia kumaanisha kuwa hakuna kitu kizuri kinachopatikana kwa urahisi kabisa. Hapana uchungu usiotulia hata maumivu makali, huzuni au matatizo makubwa hatimaye hupungua au kuisha kwa muda. Methali hii inahimiza uvumilivu na matumaini katika nyakati ngumu. Inatufundisha kuwa changamoto za maisha ni za muda tu, na kwa subira maumivu au huzuni hupungua na hatimaye huisha. Hauchi hauchi unakucha. Hata kama usiku unaonekana kuwa mrefu hatimaye alfajiri inafika. Vivyo hivyo matatizo au hali ngumu maishani haziwezi kudumu milele, mwisho wake utafika. Methali hii inahimiza uvumilivu na subira. Inatufundisha kuwa changamoto na nyakati ngumu maishani ni za muda tu, mwishowe hali itabadilika kuwa nzuri. Ni methali ya kutia moyo kwa mtu anayepitia kipindi kigumu ikimwonyesha kuwa mwanga upo mwishoni mwa giza. Hawi Musa kwa kubeba fimbo. Kama vile mtu hawezi kuwa nabii Musa kwa sababu tu ya kubeba fimbo kama yake. Vivyo hivyo, mtu hawezi kuwa mjuzi au mwenye uwezo fulani kwa kuiga tu vitu vya nje bila kuwa na ujuzi wa kweli. Methali hii inatufundisha kuwa mafanikio na uwezo hutokana na maarifa bidii na uzoefu wa mtu binafsi, si kwa kuvaa mavazi fulani au kushikilia kitu kinachohusiana na mafanikio hayo. Inahimiza watu kuwa wakweli na kutafuta maarifa ya ndani badala ya kuiga tu sura ya nje. Heri kufa macho kuliko kufa moyo, ina maana kuwa heri kuwa kipofu kuliko kukata tamaa au kukosa matumaini kabisa maishani ni himizo kwamba tunapaswa kuwa na hima au shime ya kufanya kazi bila kukatishiwa tamaa na jambo lolote.